Yes, leo kilifanyika kikao cha bodi ya ligi kuu Tanzania, kikao ambacho kililenga kuzungumzia mstakabali mzima wa mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni. Young Africans versus Simba Sports Club. Katika kikao hicho wawakilishi wa Young Africans pia walipata kuhudhuria, lakini pia walikuwa na yao ya kusema, walitoa matakwa ambayo wanataka bodi ya ligi wafanyie ili waweze kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni. Na haya ndio matakwa ya klabu ya Yanga ambayo Young Africans iliweza kuwasilisha katika kikao hicho. Young Africans iliwasilisha matakwa manne, ya kwanza ikiwa ni kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi masaa sabini na mbili. Takwa la pili kujiudhuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, na la tatu ni kujiudhuru kwa katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau, na la nne bodi ya ligi iwe huru. Yanga Africans wanataka bodi ya ligi iwe huru, na hayo ndio matakwa ambayo Yanga Africans wanasema kama bodi ya ligi itaweza kuyatimiza hayo, basi wao kiroho safi wako tayari kucheza mchezo wa namba 184 mchezo dabi ya Kariakoo Young Africans vs Simba Sports Club. Baada ya, ya, ya matakwa hayo, alihojiwa CEO Almasi Kasongo, CEO wa bodi ya ligi TPLB, na akajibu kwamba tunaweza kutekeleza matakwa yote ya Young Africans ila haitakuwa jambo la siku moja. Mechi ya Juni 15 iko pale pale, maana hayo matakwa yao manne siyo rahisi kama inavyotajwa. Hayo matakwa yao sio mchakato wa siku moja. Mfano, wanataka bodi ya ligi iwe huru ijitegemee, haiwezi kuwa hivyo kwa siku moja. Kwa sasa mimi kama mtendaji mkuu wa bodi, hadi sasa mechi ipo pale pale, labda mpaka pale nitakapopata taarifa kutoka katika kamati za juu za kuahirisha tena mchezo huu kama ilivyokuwa awali. Mimi siyo chombo cha kuahirisha hii mechi, alisema hayo Armasi Kasongo, CEO wa bodi ya ligi. Nadhani sasa umeweza kujua ni kitu gani haswa ambacho leo kilikuwa kinazungumziwa katika kikao hicho ambacho bodi ya ligi ilikaa kwa ajili ya kuzungumza mustakabali mzima wa mechi ya derby ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe kumi na tano mwezi Juni. Young Africans wanamsimamo ule ule kwamba hawachezi mpaka watimiziwe matakwa yao wanayotaka, lakini pia upande wa bodi ya ligi inasema mechi iko pale pale tarehe kumi na tano. Mechi ya debi ya Kariakoo lazima ipigwe. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Nimekuwekea video za msemaji wa klabu ya Yanga, pia alikamwe akiwa na toa yake ya moyoni kuhusiana na hiyo debi ya Kariakoo. Utaweza kusikiliza hapo mwanzo mpaka mwisho then utaniambia ni upi mtazamo wako juu ya video hii tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba me, namba 184 mchezo huu ulihairishwa machi nane umepangiwa tarehe kumi na tano klabu ya yanga imesema haitashiriki huo mchezo na ndo msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi ili tuweze kushiriki mchezo huo tulikuwa na matakwa yetu mezani na matakwa hayo jumla alikuwa manne katika haya manne ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka klabu yetu Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo <coughs> lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi, ni uongo. Tumea matakwa manne na matakwa haya yapo kwenye phase mbili, na barua yetu tuliowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matwa, matakwa haya matatu bungi inapigwa ili moja, ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu Matakwa haya manne ni yapi na matatu ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza, na la kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili lkujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi kwanini? kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja na kwa nini tumesema hili likitekelezwa, Africans iko tayari kucheza mchezo na 184 kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8 tunaamini kama klabu hapakufatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni hapana utaratibu uliofuatwa, na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni hivyo, tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa feva timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi nane. Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa, na afisa mtendaji mkuu pia na yeye. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF Ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama takwa? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ma ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu, waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa ndugu zanguni. Sasa, kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi, kwa wanaoyafanya, kuna influence yake, hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hata kuwa amejiuzuru, hata kuwa tayari kupeleka mechi pale, the same referees, kwenye chombo kile kile, mtu yule yule na tukapeleka timu, There is no way hilo ikatokea. Na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF kamati ya waamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Yanga Africans, imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi. Na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea, wanarudi tu, yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi mosi. Ripitisheni hii. Uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki moja. Katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariako Dabi iliyopangwa kuchezwa Machi nane. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? hatujawahi kupata ripoti. Nyee hamjui ripoti na sisi hatujui. Hiyo ripoti ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao, ndo maana nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi saba. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao wamekiri, ripoti iko wazi kwao. Nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla ripoti ya kilichosababisha Machi nane mechi isipigwe ipo tayari, na bodi ya ligi wako nayo, hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya machisaki ko nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumwomba akiwa anazungumza, next time, nikipata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya machi nane clean ilivyoeleza, umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki nasi.